Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, kamishna wa polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam Suleiman Kova amesema ugunduzi huo ulibainika baada ya uchunguzi uliofanywa na madaktari wa hospitali ya taifa Muhimbili, wakishuhudiwa na baadhi ya polisi pamoja na baadhi ya ndugu wa marehemu ambapo ameelezea marehemu alikutwa na hati za dharura za kusafiri nje ya nchi, na kuwa uchunguzi zaidi unafanyika kubaini mtandao mzima wa usafirishaji wa dawa hizo uliomhusisha marehemu. Na baada ya kufanya uchunguzi, baada ya kupasua tumbo, ndani zilikutwa pipi 33 ambazo kwa uchunguzi wa awali inaonyesha ni dawa zinazotengenezwa viwandani ambazo huwa zinasafirishwa aina heroin, ambazo ni pipi 33, zile pellets. Katika tukio lingine, kamanda Kova ameeleza jeshi hilo linamshikilia mtu mmoja aliyejifanya kuwa mtumishi wa wizara ya afya na ustawi wa jamii aliyekamatwa katika hospitali ya taifa Muhimbili akiwa amevalia mavazi ya kidaktari pamoja na nyara mbalimbali mbali zenye nembo ya hospitali hiyo kwa lengo la kuwaibia watu. Jeshi la polisi lilichukua hatua za haraka na alikamatwa baada ya, akakamatwa, alionekana na nguo nguo zinafanana kama za hospitali na vyeti lakini vyote hivyo vimethibitika kwamba ni vya uongo. Kwa hiyo inatakiwa wateja na hasa wagonjwa wawe waangalifu wakati wa waku, kushughulika na watumishi mbalimbali hasa ikiwa ni pamoja na madaktari na watu wengine. Kutokana na tukio la ugaidi nchini Kenya, kamanda Cova ameeleza jeshi hilo limejipanga kuimarisha ulinzi maeneo yote yenye mkusanyiko wa watu wengi na kutoa wito kwa jamii kuendelea kutoa taarifa kwa jeshi hilo pindi watakapobaini mtu au kikundi cha watu wanaowatilia shaka. Kwa hiyo tunafanya kazi kwa pamoja, tunashirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba tukio kama hilo haliwezi likatokea katika, katika jiji la Dar es Salaam au Tanzania kwa jumla e, lakini wadau muhimu sana katika suala hili la, la kupambana na uhalifu hasa ugaidi ni wananchi wenyewe. Kwa hiyo kupitia taarifa hii au jibu hili ambalo nimeuliza swali, naomba niwaambie tu wa Tanzania kwamba tusiendelee na, na, na upole sana ule wa kumwamini kila mtu. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, Jacqueline Selemu wa ITV.